Mawaziri mara ngapi, hata akileta nani, hata yeye mwenyewe akijiweka kuwa rais au waziri wa afya, bado hata wizara na SHA sio, ndio walitoa na Nakhumicha, wametoa Debra, wameka Duale. Lakini masuala ya SHA ni shida kubwa ambayo inastahili serikali yenyewe iangalie kwa makini. Maana watu wanaenda kwa hospitali wanatibiwa pesa kutoka SHA, kuna pesa pesa huko. So tunataka serikali iweke pesa kwa bajeti ili hata mama wote akienda kujifungua wasikwambiwe kwenda kulipa pesa tena. Hapa ya kulipa kwa sababu ya kujifungua, niliondoka huko, si ndio, watu wangu. Yeah. Na lazima watu wote waelewe kwa mbele maana naongea siongei yangu naongea kwa niaba ya wakazi wa Tanzania na wakazi wa Kenya. Yeah. Ukienda ujiangalie kwa kio, watu wangu. Si mnajua kio? Yeah. Na usifurahishwe na kitu unayoona kwa kio. Unavuja kio? Unavuja kio? Sura yako ndiyo iko na matatizo ndio? Yeah. Enda, tafuta Vaseline ujitengeneze vizuri. Mimi nawapatia kio wajione ndani, kama wafurahishi na ile kitu ambayo wanaona wakio, wazinilaumu mimi ni ao vile wamekaa ama namna gani? Serikali lazima fanyia kazi. Wa Kenya tumesema sisi hatuogopi, na mimi stakiwatatwagea mwagope. Si ndio? Mnaogopa kwa nini? Mimi mnaogopa kwa nini? Watu wakiogopa serikali, serikali inaanza kuwa serikali ya kimla, serikali ya dikteta, na hakuna mtu ambaye kwa na, na, na, majibu yote kwa kila kitu lazima waambiwe, lazima wakosolewe, si ndio? yeah. na hii taifa la Kenya ya sisi sisi wote, sio la mtu mmoja. Trans Nzoia sio ya Natembeya mani yangu, mmenichagua yeah. tu kuwa gavana, nitafanya kazi yangu, nikimalizia narudi kwa raia, ama namna gani? yeah. lakini siwezi kubeba Trans Nzoia kama kama shamba langu mimi mwenye naza mniambia hapo mahali umeenda umeharibu si ndio? Na mniambia rais hapo umeharibu, hapo umeharibu. Mtu asikasirike. Mimi naambia rais ukweli. Ni heri mtu akwambia unaenda kwa shimo kuliko nyamaza ukie kwa shimo. Na mimi nimeambia kiongozi wa chama chetu ila Azimio, Raila ambaye mimi wewe kakampeni hapa kura. Niliongea kabisa nikaomba kura paka Raila akashinda kura ya Trans Nzoia. Ameenda kufanya nini kwa serikali? Ameenda kufanya nini kwa serikali? Sisi tukae nje ya serikali tukao watetezi wa mwananchi si ndio? Yeah. Ukienda kwa serikali unaenda kutekeleza sera sera as za serikali, usitangaya tu kwa serikali ndio kwa upinzani hapana. Sasa mimi nikiongea hivi wanatoa magaidi ati anakuja kufinya mimi. Yeah. Yeah, mtakubali maneno? Unakubali yeah. mimi yeah.